Mambo vipi, watazamaji wa Asili Yetu TV, tunawakaribisha kwa wakati mwingine. Aa, mimi unayeniona niona hapa ni mwenyekiti wa TDFA mkoa wa Njombe, na sahizi tupo katika tukio letu la kijamii kabisa la kujitolea pia kwa ajili tulitangaza kwenye magrupu, tulitumiana message. Hawa mnawaona ndio waliobahatika kufika, naweza nikawapa hongera kubwa sana kwa sababu kuna watu hapa wametokea Iringa, wametokea Makambako, wametokea hapa Njombe. Ni kitu ambacho kilikuwa tangazo la muda mfupi, lakini wamepata time, wamepata muda wa kuweza kufika na wapa hongera sana. Lakini pia wasiishie hapa, hata tukio lingine lolote la kijamii pale tunavotangaziana waweze kufika na wapa hongera, hongera, hongera ambayo nashindwa namna kusema, ila wameenda kuacha alama kubwa sana kwa mimi kiongozi wao, lakini pia hata kwenye hospitali ya Kibena, kwa sababu mtu kujitolea damu sio jambo dogo. Kufanya usafi mtu yote anafanya, lakini kitu cha kujitolea damu lilikuwa jambo sio dogo, lakini hapa mnavyotuona, watu wote tumejitolea damu, kila mmoja kwa namna ambavyo yeye ameweza, tumetoa damu, tumefanya usafi mpaka pale ambapo tunaweza. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nawashukuru wasanii waliofika. Nawapongeza sana nawapenda sana hata nyie ambao hamjafika mtabatika kuona video hii, nawaambia kitu kimoja, kitu kinavotokea cha hivi ndo kitu cha kwanza, ili utengeneze mbele njia, hata na uongozi wako hata na jamii. Mambo kama haya ni ya kujitolea sana, unavopata muda usikose. Sio lazima leo tu, hata siku nyingine kitokea tumetangaza maana, ni jambo ambalo tunaweka endelevu, mwakani hata miezi mingine ijayo tunalifanya tena. Kwa hiyo usiwe una tabia ya kuto kufika. Asanteni sana, nawapenda. Kwa majina nafahamika kama hospitality Moses ali maarufu kama Aranez OG. Ni mkazi wa Iringa na leo nipo hapa hospitali ya Kibena mkoa wa Njombe. Uh, tumefika hapa kama wasanii ambao uh, tunawakilisha sanaa ya uigizaji lakini pia kuna wasanii wa kuimba uh, na tasnia kwa ujumla. Tupo hapa kwa ajili ya kufanya usafi mazingira haya lakini pia tuko hapa kwa ajili ya kuwakilisha wasanii ambao Uh, tunapenda kudumisha usafi siku zote katika mkoa wetu wa Njombe. Uh, ni sehemu rafiki sana na ni hospitali ambayo, uh, ina huduma safi sana lakini pia hata mazingira ni masafi sana, kwa hiyo nadhani kama, uh, kama mkoa wa Njombe umeweza kutengeneza uh, I mean, umeweza kuimarisha zaidi huduma lakini pia umeweza kuimarisha zaidi mazingira. Kama wasanii nadhani tumefurahishwa na mapokezi ya hospitali hii lakini pia tumefurahishwa zaidi na namna ambavyo mazingira yanavutia. Kwa hiyo kwa wote ambao nahisi huduma watakuwa wanahitaji zaidi za kihospitali wafike hapa, lakini pia kama msanii, baadaye tutakuwa na tuzo zetu ambazo zitahusisha talenti za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo unakaribishwa na usikose, nakupenda, nikutakia wakati mwema. Ah, nashukuru sana Asili Yetu TV kwa kufika hapa leo. Tuko hapa kwa ajili ya kufanya usafi na kujitolea kutoa damu. Tumefika kwa wingi sana, tunashukuru sana mwenyekiti, ametukusanya wote, tumefika mapema, lakini kuna wengine wenzetu hawajafika hapa. Lakini hatuwezi kujua ni matatizo gani ambayo wamekutana nayo, lakini kwenye matukio haya ya kijamii inabidi kujitokeza kwa wingi tuweze, uh, kufanikisha, uh, kujitolea kama hivi leo kutoa damu pamoja na na kufanya usafi kama hivi tunavyofanya. Lakini leo niwakaribisha tu kwamba leo tutakuwa kwa kidoti Uh, Kidote ame, ametoa tuzo zake binafsi kwa ajili ya Bongo Flava pamoja na majiji lakini TDF wametoa pia tuzo usiku wa leo. Tunashukuru sana sana Asili Yetu TV. Leo tarehe ishirini ya hii ya mwezi wa sita tumekuja hapa Njombe kwa ajili ya tuzo za mkoa wa Njombe za wasanii wote wa uimbaji na uigizaji. Pia sisi kama wasanii wa mkoa wa Njombe Tumekuja hapa hospitali ya Kibena kwa Njombe kwa ajili ya kufanya usafi pamoja na kuchangia damu. Sisi kama wasanii wote, kama unavyotuona baadhi yetu hawapo, lakini wale wengi wamejitolea kwenye hili. Tunashukuru kwa kuwa na siku kama hii na tunashukuru wale waandaaji kwa kukutanisha, maana tulio wengi tulikuwa tunafahamiana tu kwa majina lakini hatujawahi kukutana kama hivi ilo tupongeze uongozi pamoja na waandaaji wa hizi tuzo kwa kukutana siku ya leo. Na kitu kingine, napenda wadau wasanii, kwenye vitu kama hivi tu tunajitolea, kwa sababu kazi zetu tunategemea watu na watu ndio sisi wenyewe. Asanteni sana, shughuli za dhati sana ziende kwa mganga mfawidhi wa hospitali ya Kibena hapa Njombe kwa kutuamini sisi kama wasanii wa Njombe, kwa kutupokea na kuona kwamba tunaweza kusapoti jambo hili. Na yeye amekuwa upande wetu katika kila hatua. Ametupokea vizuri, ametupa uongozi mzuri na tumefika mpaka hapa. Tumeonyeshwa maeneo ya kufanya usafi, tumeonyeshwa maeneo ya, ya kuweza uh, kwenda kupumzika, tumepewa E, vyakula vya dharura kwa ajili ya watu ambao wanajitolea damu. Kwa hiyo kila kitu kimeenda vizuri, tunashukuru sana uongozi wa hospitali ya Kibena. Mwenyezi Mungu awabariki, na wakati mwingine, wasanii wa mkoa wa Njombe katika namna yoyote, wasanii wa kuigiza, wasanii wa kuimba, wa DJs na tasnia za habari na kila sehemu, msichoke kutupokea sisi na watoto wenu, tunafanya kwa ajili ya jamii na tunawashukuru sana. Asante sana. Mimi naitwa Kavo, mnyam, mnyamwezi kabisa, munifan rosafi, hapa, Smart Boy yeye yeah, yeah.